Rais wa Marekani Donald Trump amepiga marufuku uuzaji wa sehemu muhimu za injini za ndege na teknolojia kutoka Marekani kwenda China. Hatua hiyo inaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa juhudi za China za kuendeleza sekta kutengeneza ndege za ndani ya nchi, huku mtu mmoja anayefahamu suala hilo akisema kuwa Wizara ya Biashara ya Marekani imesitisha baadhi ya leseni zilizokuwa zikiruhusu kampuni za Marekani kuuza bidhaa na teknolojia kwa kampuni ya ndege inayomilikiwa na, na serikali ya China, Commercial Aircraft Corp of China Limited. Comac, kama kampuni hiyo ya ndege inavyojulikana, inategemea engine kutoka GE Aerospace ya Marekani kwa ajili ya ndege zake za C919. Hatua hii mpya kutoka Washington ni changamoto nyingine kwa China katika vita vikubwa vya kibiashara. Hapo awali China ilikuwa imesitisha kwa muda usambazaji wa ndege za Boeing kama majibu ya ushuru uliozidi kuongezeka, lakini ikaondoa marufuku hiyo baada ya nchi hizo mbili kukubaliana kusimamisha ushuru kwa muda. Wizara ya Biashara inaendelea kupitia upya usafirishaji wa bidhaa zenye umuhimu wa kimkakati kwa China, msemaji mmoja aliambia Bloomberg News, alipoulizwa kuhusu udhibiti wa teknolojia za semiconductors. Katika baadhi ya matukio wizara imesitisha leseni za usafirishaji zilizokuwepo au kuweka masharti mapya leseni, wakati mapito haya yanaendelea. Bloomberg iliripoti mwezi uliopita kuwa Comac ilikuwa imejihifadhi enjini za kutosha kujenga ndege kadhaa mwaka huu, jambo ambalo linaweza kusaidia kuepuka uhaba wa vifaa kwa muda mfupi. GE Aerospace huzalisha engine za LEAP CFM International INC kwa ajili ya C91 kupitia ushirikiano pamoja na kampuni ya Ufaransa Safran SA.